Mbogwe, mgombea ubunge jimbo la Mbogwe kupitia tiketi ya chama cha mapinduzi CCM Fagason Kingwa Masasi ameendelea na ziara yake ya kampeni kuomba ridhaa ya wananchi kumchagua kuwa mbunge wao tarehe ishirini ya mwezi Oktoba. Fagason alifika kata ya Ilolangulu na kufanya mikutano katika vijiji vya Kanangwe, Mbamba na Ilolangulu Center. Akiwa Kanangwe, Fagason aliwaomba wananchi kujitokeza kwa wingi kwenda kupiga kura tarehe ishirini na tisa ya mwezi huu akizungumza na mamia ya wananchi wa kijiji, Fagasoni Ndabacha Samia Fagasoni Ndabacha Samia Fagasoni Ndabacha Samia. Fagasoni, ndugu zangu, watu wa Kanangwe, niliyesimama hapa kwa majina yangu naitwa Fagasoni Alo Nkingwa, nadhani jina langu sio geni kwenu, si ndio? Na wengi tunafahamiana. Nimekuja hapa mbele yenu kwa ajili ya mambo mawili, moja nikuja kujitambulisha kwenu lakini pili ni kuja kuwaomba kula zenu za ndio tarehe 29 ambayo leo tumebaki na siku nane, si ndio? Leo ni tarehe 20 tarehe 28 ni uchaguzi. Kwa hiyo ndugu zangu, nawaomba sana watu wa Kanangwe tarehe 29 mchizokanguisho mwana wingwe tujipige makofi mengi sana kwa sababu najua mtaenda kushinda kwa kula za ushindi. Kwa ndugu zangu watu wa Kanangwe, mimi ukweli nawapenda sana lakini ndugu zangu, watu wa Kanangwe nafahamu, pamoja na watu wa Katola, najua kwamba nyinyi mna, mnataka mnitume mimi na mimi, kwa sababu chama changu kiliniamini kupeperusha bendera ya CCM, lakini na nyinyi mliniheshimisha tarehe nne mwezi wa nane na Mungu akapokea maombi yenu. Kwa hiyo na mimi naenda kutumika, na uzuri mimi bado ni kijana mdogo, ntatumia nafasi yangu niliyokuwa nayo nitatumia nguvu zangu nilizokuwa nazo ili nihakikishe Mbogwe hii inaibadilisha ikawe Mbogwe ya tofauti. Fagason ameahidi kutengeneza barabara zinazofungua Kanangwe kuelekea maeneo mengine kama Nambubi na Ilolangulu ili kuchochea maendeleo ya kijamii na kiuchumi kwa wananchi wa Kanangwe. Mimi nimepokea ilani ya Chama cha Mapinduzi ya ishirini na tano thelathini, miradi itakayoenda kutekelezwa na Daktari Samia Suluhu Hasani, miradi itakayoenda kusimamiwa na Fagason Alon Nkingwa Masasi. Nataka niwaambie jambo moja, barabara zetu zilizo mbovu zote zinaenda kutengenezwa kwa kiwango cha changalawe. Naomba mjipigie makofi mengi sana. Lakini ndugu zangu, watu wa Mbamba, nataka niwaambie jambo moja, mmechagua jembe, mmepata mtu makini, mmepata mtu imara. Fagason Masasi aliyesimama hapa. Akiwa kijijini Mbamba, Fagason alishukuru wananchi kwa kumwombea katika mchakato wa awali na kuwaambia mwaka huu wamepata kiongozi wa kweli. Open quote, nataka niwaambie watu wa Mbamba, mmeletewa jembe na yule mchapa kazi, mtu imara, nitaifanyia uh, kazi, kazi kweli, kweli, alisema Fagason huku akiahidi kujenga zahanati ya kijiji cha Mbamba ili kuondoa adha ya wananchi kusafiri umbali mrefu kutafuta huduma za mapungufu mengi mnahitaji mimi nikayafanyie nika kazi, ikiwemo zahanati yetu yenye miaka zaidi hata ya tano au sita, kwa sababu mimi naifahamu muda mrefu, ila nakube, takaona, abo, na kumbe itakao na na hivyo jadi kendase nene likashiraga buli sasa ha haloleke ngwa pande kaka chapa, chapa ya ng'ombe, tunaenda kukamilisha kituo tunaenda kukamilisha zahanati yetu iliyoko hapa Mbamba ili wakina mama hawa tuwaondolee shida ya kwenda Ushirombo, Asumbwe, Kahama na kuingineko. Naomba mjipigie makofi mengi sana kwa Chama cha Mapinduzi. <laughs> Lakini ndugu zangu watu wa Mbamba, naomba niwaahidi jambo moja. Mkituchagua na kutupa kura za ndio ile tarehe ishirini na tisa mwezi huu wa kumi, niwaahidi tunaenda kujenga kituo cha afya kwenye kata yetu ya Ilolangulu, ili watu hawa waondokane na kwenda sehemu za mbali. Tunafahamu tunayo, -tunayo zahanati pale Ilolangulu, lakini tunaenda kuibadilisha kiwe kituo cha afya kifanane na sehemu zingine ikiwemo kituo cha afya pale Bugalagala. Naomba mjipigie makofi mengi sana watu wa, watu wa hapa wema sana. Lakini ndugu zangu watu wa mbamba mimi mwenyewe mnanijua, lakini mna diwani mama kweli kweli Tabacha, mimi namjua toka niko mdogo. Hebu endeleeni kuniamini mimi, mwaminini Ndabasha, mwaminini rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Hawa ndio watakao waletea maendeleo. Lakini ndugu zangu, nataka niwakumbushe kwenye kuchagua mbunge, diwani, rais, tusifanye maigizo, si ndio jamani? Tukifanya maigizo kwenye kuchagua tunaenda kupata shida ya miaka mitano. Baada ya akiwa Ilolangulu senta, makao makuu ya kata hiyo, Fagason alipokelewa kwa shangwe kubwa na wananchi waliokuwa na hamasa ya kumpokea. Alijitambulisha kwa wananchi na kuwaeleza lengo la kampeni zake kuwaomba kura nyingi kwa mgombea urais Daktari Samia Suluhu Hassan, yeye mwenyewe Fagason Kingwa Masasi kwa ubunge na Ndabacha kwa udiwani. Open quote, Mbogwe sasa imepata mwarobaini wa maendeleo kwa kuwa ilani ya chama chetu imekuja na mipango mizuri sana, alisema Fagason kwa msisitizo close quote. ni kilipoti kutoka kata ya Ilolangulu. Mimi ni Nima Masanyiwa wa Nganijalo Media. Jina yangu naitwa Fagason Alon Kingwa Masasi na mimi ndiye niliyeaminiwa na Chama cha Mapinduzi kuja kupeperusha bendera ya Chama cha Mapinduzi. Wangapi wanaipenda? Sisi mwonyoshe mkono hivi, ndugu zangu, watu wa Ilolangulu. Kwa sababu ya muda, nimekuja hapa kwa ajili ya mambo mawili. Moja ni kuja kujitambulisha kwenu, kwa wale ambao hatufahamiani, lakini pili ni kuja kuwaomba kula zenu za ndio tarehe ishirini na tisa mwezi huu wa kumi, Waingereza wanasema Oktoba, si ndio? Oktoba tujitokeze kwenda kupiga kula. Lakini tunaenda kupiga kula kwa mafiga mangapi? Matatu. Tukamchague Daktari Samia Suluhu Hasani, raisi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, lakini tukamchague ndugu yenu mtoto wenu Fagason Aloni Nkingwa, lakini tukamchague dada yetu mama yangu mama yangu Ndabasha ili awe diwani wa kata hii ya Ilolangulu. Hapo vipi? Lakini ndugu zangu watu wa Ilolangulu, nafahamu nataka kiongozi atakayewaletea maendeleo. Kwa hiyo mimi nahitaji nikalete maendeleo kwenye kata hii ya Ilolangulu, lakini mimi nahitaji nikalete maendeleo kwenye jimbo hili la Mbogwe, kwa sababu najua wilaya yetu ya Mbogwe ina muda mrefu haijapata maendeleo. Mkiniamini mimi na kunipa nafasi na kunipa kula, naenda kuleta maendeleo. Mbogwe inaenda kuwa ya kisasa. Tujichapie makofi mengi sana watu wa Ilolangulu lakini watu wa Ilolangulu najua na natambua mnazo changamoto changamoto ya, ya afya, mnahitaji kuwa na kituo cha afya. Na mimi ni waahidi, mkituchagua na kutupa kula nyingi, tunakuja kujenga kituo cha afya cha kisasa, ili Ilolangulu ikaonekane kwamba hapa tulikuwa na mbunge. Na mimi kwa sababu kaka yangu Masele yupo, mtaungana naye kwa ajili ya kuhakikisha naleta maendeleo kwenye kata ya Ilolangulu. Chapa makofi mengi sana kwa Chama cha Mapinduzi. Tunajua tunayo changamoto ya maji hapa Ilolangulu, uongo ukweli? Nataka niwaambie ilani yetu 2025 2030 inaenda kuondoa changamoto ya maji kwenye senta yetu ya Ilolangulu. Na habari njema ambayo naileta kwenu, kesho tarehe ishirini na moja mkandarasi anayetengeneza miundombinu ya maji kwenye mji huu wa Ilolangulu anakuja kutambulishwa kesho, piga makofi kwa chama cha mapinduzi. Mkandarasi huyu atakayeletwa atakuja kutengeneza mfumo wa maji ambao ni maji ya kina kirefu, maji ya bomba kwenye kijiji cha Ilolangulu, yataenda Mbamba, yataenda Msendamila na yataenda Kanangwe, piga makofi kwa chama cha mapinduzi. Ndugu mwenyekiti Upande wa umeme mwaka 2020 tuliwambia CCM itahakikisha inafikisha umeme kwenye vijiji vyote nchini Tanzania. Nafurahi kuwambia tayari nchi nzima, kila kijiji kina umeme. Kwa hiyo ahadi ya kila kijiji tumetekeleza. Ahadi yetu leo ambayo tunaenda kutekeleza kwenye ilani 2025 2030 upande wa umeme ni kuhakikisha tunafikisha umeme kila kitongoji. Piga makofi kwa Chama cha Mapinduzi. Ninatambua wapo wananchi hapa walikuwa wanaona umeme unapita maeneo haya, lakini kwenye familia zao umeme ulikuwa hujawafikia. Matumaini mapya ya awamu inayokuja kwenye ilani yetu ishirini na tano elfu mbili na thelathini ni kuhakikisha wananchi wote tunawafikishia umeme. CCM moye Samia, Fagasoni ndabacha! Samia, Fagasoni ndabacha! Samia, Fagasoni ndabacha! Samia, Fagasoni ndabacha! Samia, Fagasoni! Sisi mwaye, hapo vipi?